Haya, tunashukuru sana kwa uvumilivu wenu, tunaendelea kuwashukuru tena. Mungu awabariki sana. E, tunaenda tena ukamata sasa, e, ufafanuzi mzuri katika historia ambayo tulisimulia hivi karibuni, na tunakuja kwenu tena na Ahadi Divertisma. Usisahau, usisahau kusubscribe, kucomment na kujiabone. E, tunakuja tukiwambia, je, ulijua kwamba kanisa Katoliki iliwahi kuongozwa na mapapa weusi kutoka Afrika?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 Ulijua ya kwamba papa wa kwanza Mose alikuwa Mwafrika? Tuanze na Victor wa kwanza miaka ya